Tunaelekea uchaguzi mkuu, ndugu viongozi wa dini, hali ya mtandaoni mnaiona, kila mtu akiibuka na sema lake. Kwa nafasi zetu kama viongozi wa dini, tukaona dumia maridhiano na amani Tanzania, kuna haja kuzunguka katika mkoa wetu, kila wilaya, kila jimbo, kuzungumza na viongozi wa dini kwa jambo ambalo wanalifahamu japo watuone viongozi wa mkoa nao tumeshughulishwa na jambo la amani. Amani ni kila kitu. Tunaona mitandaoni kumechakaa, tunaona kila kona, kila asubuhi, kila alfajiri, kila ukiingia Instagram, ukiingia Twitter, ukiingia wapi, kila mtu anasema kadiri anavyoweza. Jumia maridhiano tunakukumbusheni, tuna, tuna, viongozi wa dini, najua ama Wakristu nahubiri amani tunajua jumua ya maridhiano, waislamu pia na mnaubili amani. Lakini wakati huu tukazidishe, ni wakati ambao tunaelekea uchaguzi mkuu. Kuna hali fulani tunaiona sio nzuri, na hayo ni ipi? ni watu kusema ifikapo ishirini na tisa watu wataandamana, watu watatoka. Jambo hili sio sawa. Ndugu viongozi wa dini, nimekuwa nikizungumza na wenzangu mara kadhaa, wanaonyesha dhahiri katika Biblia imeruhusiwa kufanya uchaguzi kwa maandiko mbalimbali, lakini vivyo hivyo na sisi Waislamu sheria inatutaka tufanye uchaguzi. ukitaka kutaza kujua haya, Tazama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, alipotawafu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutoa tu mtu, hakutokezea mtu tu kuwa kiongozi. Walimchagua Abubakar bin Siddiq radhiallahu anhu kuja kuwa kiongozi wa kwanza baada ya Mtume. Watu wa Madina walimbali, walimchagua na akawa kiongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tanzania yetu amani kwanza, Tanzania yetu amani kwanza. Hivyo tuna wajibu kuilinda amani yetu, tuna wajibu kurudi katika nyumba zetu za ibada kuhimiza amani, lakini vivyo hivyo kumwombea rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan afya njema yeye na familia yake na wasaidizi wake. Ni dhahiri mnaona, amesema mwenzangu, mwenye macho hameitazama. Mnaona kazi zilizofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hazielezeki. Twende tukachague kiongozi ambaye ataweza kusimama katika makamu haya, lakini ataifanya amani yetu idumu. Tulikuwa kuchosa mimi siyo, iko ndio inakufika kuchosa kazi inayofanywa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania pale Buchosa, ni kazi ya heshima kwa jimbo la Buchosa na kazi zile zimefanywa karibu nchi nzima. <clears throat> Nikuombeni viongozi wa dini, ifikapo ishirini na tisa Oktoba mwezi huu twende tukapiga kura. Ni wangapi tutakwenda kupiga kura? tunyosheni mkono wenu ngapi tutapiga kura? Asanteni sana. Ni wajibu, ni wajibu wetu kuichagua serikali ambayo itakuja kudumisha amani ya nchi yetu. Nilikuwa nazungumza Kuchosa, mimi nilipata bahati mwezi uliopita nikaenda kumzuru Shekhe Muhammad Ramia, lakini na maaskofu na wachungaji waliomsaidia mwalimu kwa maombi, waliomsaidia mwalimu kwa dua, ili nchi yetu tupate uhuru. Hivi viongozi wa dini, mko tayari nchi yetu ingie kwenye machafuko? Mko tayari? Mko tayari? Nikuombeni sana, tuendelee kuiombea nchi yetu amani. Ndivyo walivyofanya watangulizi wetu wakina Sheikh Muhammad Ramia waliungana na viongozi wetu kabla nchi haijapata uhuru. Iweje sisi tumechapata uhuru tuiache serikali? Iweje sisi tumekushapata uhuru? Ndugu zangu, kama wakina Sheikh Muhammad Ramia, mama, maaskofu, wachungaji walifanya kazi ya kumwambia mwalimu, tukapata uhuru kwa amani na salama. Kesho kutwa tutakuwa na na na Nyerere Day kwa kazi kubwa alioifanya katika taifa hili, na Mwalimu Julius Nyerere wazee mashehe, wachungaji, maaskofu kwa umoja wao walikaa kumwombea mwalimu. Sisi Mungu ametujalia ametufanya kuwa viongozi wa dini ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena kwa daraja mbalimbali. Nimesikia kila mtu ana taasisi yake, hapa imesajiliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuombeni sana, thamani na heshima tuliopewa na jamhuri ya muungano wa Tanzania tuienzi kwa kuiombea dua, tufanye kazi kuiombea dua ya serikali yetu, tufanye kazi ya kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amthibitishe kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu amthibitishe kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Amen. Mwenyezi Mungu amthibitishe kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, amen. Hey, itikeni amini, amen. Ndugu zangu viongozi wa dini, hakuna hakuna maisha kama hakuna amani. Ndugu yangu alizungumza juzi kwamba hata hii sadaka unayopata kule kanisani wale kondoo wa Bwana hata ile sadaka unayoipata msikitini haitapatikana hautakutana nayo. Na mfano tunazo nchi jirani, tunayo Kongo hawana amani miaka kadhaa. Kule Kigoma kumekuwa na vituo vya kupokea wakimbizi, mbeona vita ya kimbari kule Rwanda, Burundi, mtihani leo ndo kidogo kumetulizana lakini mna, mnaona Gaza, nchi mbalimbali ambazo hazina amani. Wallahi umekuwa ni mtihani, watoto wengi wamebaki mayatima, wanawake wamebaki wajane, wanamume wamebaki wagani kwa sababu ya vita. Imebaki Tanzania ndo nchi ambayo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na nikuombeni tena na tena kuendelea kuiombea nchi yetu amani kuendelea kuiombea nchi yetu amani. Huu ndio msingi wa nchi yetu, tusiuache msingi huo, kuiombea nchi yetu amani. Na sisi bahati nzuri kama viongozi wa dini tunao nafasi ya kuisha serikali, mara kadhaa tumekuwa tukiwashauri, tunakwenda pale kwa disi Nyamagana, disi Lemela, disi yoyote, lakini pia mweshimua mkuu, mkuu mlango wake uko wazi. Kuna jambo wewe ukiwa kiongozi wa dini le mlango uko wazi una nafasi ya kumshauri. Niombe vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi na usalama, asitokee mtu kuchezea amani ya nchi yetu, asitokee mtu kuchezea amani ya nchi yetu kwa maslahi yake. Wapo watu mitandaoni wanasema wanavyojisikia. Mtu anasema atakinukisha. Dhamira yake ni nini kwa taifa letu? Dhamira yake ni nini kwa taifa letu? Utakinukisha ili tuendelee na sisi tumine, tue, tuwe wakimbizi? Utakinukisha ili iweje? Na sisi tumwahidi Mungu hapa kwamba hakia hakitanuka Tanzania, tusemeni hakitanuka Tanzania, hakitanuka Tanzania, hakitanuka Tanzania. Tanzania ni amani, Tanzania ni salama. Gombeeni viongozi wa dini, chonde chonde, mtu asicheze amani. Na kama ni mwenzio msikitini, mwangalie mara mbili, kama ni mwenzio kanisani, muangalie mara mbili, atakuharibia swala mm-hmm. Mtume anasema aswalatu imadu din wa man aqama faqad aqama din, atakuharibia swala Mtu akileta vitu ambavyo vitakupelekea hata wewe swala yako huko kanisani itaharibika, kwa kuishambulia serikali badala ya kuishauri. Chukua tahadhari, naye atatuharibia kanisa. Unaona makanisa sasa, watu hawajulikani wanasali wapi. Unaacha kuhubiri unachotakiwa kuhubiri. Una nafasi ya kuhubiri na kusema unachotaka kusema, unaenda kusema na vitu vingine kanisani, vitu vingine msikitini utailaumu serikali kwamba imenifungia msikiti, utailaumu serikali kwamba imenifungia kanisa. Kumbe ungechukua hatua kwa lile unaloliona haliko sawa, ukaona ukaona uongozi unahusika. ume la mwisho, nikuombeni tena na tena tarehe 29 Oktoba tukapige kura tarehe 29 Oktoba tukapige kura e, tukapige kura kwa umuhimu wa kupiga kura. Na nikwambieni wazi, hakutakuwa na maandamano. Ukiona mtu anapiga kelele huko, maana yake kashindwa, maana yake kashindwa. Sasa kabakia huko, Oktoba 29 tukapige kura na tunasema hakuna maandamano. Sisi ndio viongozi wa dini, hawa wanatoka huku kwenye dini zetu yes. Hawa wanapiga kelele kwenye mitandao ni Waislamu, vinginevyo ni Wakristo <laughs> na sisi ndio viongozi wao huku kwenye dini. Sasa tuwaambie sisi hatuna ma, hakuna nini, hakuna maandamano, tutakwenda kupiga kura. baada ya haya Tanzania yetu amani. Kwa Tanzania yetu amani. Dini mbalimbali